Sasa mazee, after ile tour, homecoming, jana ya Matiang'i, Silvanus Osoro anasema that Matiang'i ni moto wa makaratasi, that jana hakuna kitu alifanya. Osoro anapatia Matiang'i options tatu. Ya kwanza ni ahepe Kenya, hiyo ni afli Kenya. Ya pili asupport amrijeshi, asupport Ruto. Na ya tatu atakuwa leader wa opposition. Kama sio hivyo, uangani mbaya. Sasa unasikia jana uko hivyo pande za Kisii Nyamira, mazee wa usikii sasa, watu walitokelezea kucheki Matiang'i, ikafika mahali mpaka penye haizi akawa akiwa Kisii town ni waingie sana ndani ya Gusii stadium. Vile walifika huko, uski sa shughuli ile kuna happen huko, ni Matiang'i, mazee kubambika kwambia watu wake, mmedupoa kuka mkuni, cheki, mmeshinda mkiniulizia mi. Sasa saizi mazee, lazima nitavai for presidency. Okay, Matiang'i hakusema hivyo. Ile kitu Matiang'i alisema ni kama watu wa Kisii watampatia chance aende ashikane na viongozi wengine walete change unacheki. Lakini saa Osoro anasema that Matiang'i hiyo kukuja ku declare hiyo kutangaza that sasa nataka kusimama president ni kitu wenye Matiang'i awezi akafanya. So sijui ni namna gani mazee, na sijui mbona Osoro amekula moto hivi. Na ujue Osoro hapo hivyo kitambo kidogo, before 2022 kuna vile alikuwa anasema kama Matiang'i hatapatiwa deputy president, watu wa Kisi hawatavotia serikali. Unanipata. So sijui ni aje saa hizi Osoro alikuwa anataka bazenga wake Matiang'i apatiwe deputy president. Lakini saa hizi Matiang'i anataka president, Osoro badala afurahie mkuu wake amefika, anaanza ku complain. Sasa Osoro alikuwa anasema aje that Matiang'i hata ni mtu yuko serious kwa vile anapiga hizo shughuli zake kwa sababu Matiang'i anafaa ku invest in a good sound. Unacheki, ushione ile sound ya Kasongo ama ile sound ya Gashagwe ile yenye wakibonga unawasikianga. Na vile vile, yaani mtu yako uko hivyo mbali bado Osoro anasema that Matiang'i anafaa kukuwa na a good media team. Na hapa hivi sasa tunajua ndio penye mambo za social media inakuja. Mambo za Matiang'i mneti, ako kweli. Sidhani sijamuona kama ako na social media accounts. Na pia bado Osoro anasema that Matiang'i anafaa kujua vile ata ataweka a good image. Hizo ni vitu zenye zimemshinda. We watu wa South Mogirango, kisi mnafil aje kuhusu eh, Sylavanus Osoro? Kwa sababu anasema that ground ya huko hivyo pande za kisindo inamwambia that Matiang'i yako chini, sasa ati Osoro aende atafute mtu mwingine alete, mwenye saa kisi inaweza patia asimame kama president. Lakini jana simbarati alikuwa hiyo area, onyonka mtu kidogo, nilitaka kuona hiyo mtaa ni maraga Devi. David Maraga Jumaraga, si anataka kusimama president naye, yako Kisii, so kuna haja gani kukuwe na Kisii president wawili? Si ni mmoja tu asimamia sukumi ule mwingine, but uangani eh, mbaya Silvanus Osoro anasema Matiang'i ni moto ya makaratasi eh.